Sanaa ni ajira lakini pia sanaa ni tiba ya afya ya akili. Zaidi sana ni sehemu ya kutunza na kurithisha utamaduni. Na hii inaanza kwa kujenga msingi mzuri kwa watoto. Kwa kulitambua hilo, Chuo Kikuu cha Dodoma kupitia shule ya mfano ya awali na msingi Chimwaga, wamefanya tamasha la sanaa na utamaduni kwa watoto lijulikanalo kama Watoto Wonders Arts Festival ambalo lime naratibiwa na wanafunzi kutokea katika idara ya sanaa na taaluma za habari katika ndaki ya insia na sayansi za jamii. Watoto Wonders Festival ni tamasha ambalo ni mradi wa wanafunzi wanaosoma uh, katika idara ya sanaa na taaluma za habari ambao pia ni wanatekeleza mtaala wao wa kimasomo katika programu zao. Hili tukio la leo limekuwa ni kivutio kikubwa sana hasa mahali hapa lilipofanyika. Tunatarajia hawa wanafunzi wa Chimwaga, shule ya awali ya mfano na shule ya msingi wamefaidika sana, na tunatarajia kwamba, tunategemea kwamba wamepata kitu kikubwa, wamerithi kitu kikubwa kama ambavyo kaulimbiu yao ilikuwa inasema kwamba tumerithishwa hii itafanya watoto wapende vitu vya kwao, wapende ngoma zao za jadi, wapende sanaa za Kiafrika kuliko kufanya mambo ambayo ni ya kuiga. Kwa wazazi, sasa tuna waomba waendeleze vipaji hivi kwa watoto wao wakiwa majumbani. Tumefanikiwa kumaliza muhula wa kwanza wa masomo wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano hivyo basi, tunakwenda kupumzika na kuwakaribisha uh, wazazi wote ambao wangependa kujiunga na shule yetu ya mfano awali na msingi Chimwaga kwa muhula wa pili wa masomo ambao utaanza Julai 8, 2025. Nafasi za kuhamia kwa madarasa ya darasa la pili na darasa la tatu nafasi bado zipo, tunawakaribisha sana wazazi, fomu ziko shuleni, zinapatikana kwa ajili ya taratibu zote. Karibuni sana shuleni. Hii shule ya Chimwaga Pre and Primary School ni shule nzuri ya mfano kama in, inavyosifika kwamba ni shule ya mfano na ni shule ya mfano kweli, kwa sababu mimi, maendeleo ya mtoto wangu hayakuwa vizuri, lakini baada ya kumleta hapa mtoto wangu ameimprove kwa kiwango kikubwa sana, anafanya vizuri kwenye masomo yake, kitaaluma wako vizuri na kimaadili wako vizuri na kwa temu hii mtoto wangu amescore wa kwanza, kitu ambacho kwangu naona ni muujiza kwamba kweli Chimwaga Pre and Primary School walimu wapo kazini, wanafanya kazi nzuri. Kazi iendelee. Tukio letu limeenda vizuri, watoto wameweza kuonyesha vipaji vyao kwa namna kubwa na hii imetokana na wazazi uh, kushiriki pia, kwa sababu wazazi walikuwepo, walikuwa wanawatia moyo, lakini pia kwa namna ambavyo wamejiandaa, kwa kweli imekuwa ni tukio ambalo uh, sisi wenyewe tuliandaa, lakini hatutegemea kama lingeweza kuwa kubwa namna hiyo. Wazazi wameonyesha ushirikiano kwa kuvumilia, pia kuwepo kushuhudia uh, sanaa ikiendelea. Kwa hiyo hii imetupa hamasa pia ya kujiandaa kwenda kuandaa matukio mengine makubwa ambayo yatakuwa pia chini ya watoto Andaz Art Festival, lakini akihusisha wazazi wengi zaidi na watoto wengi na segment pia tume, tumeona pia tutaongeza segment kwa matukio yanayokuja hapa Shimwaga Pre and Primary School itakuwa ni shule ya mfano, na sisi tutaendelea na kuandaa matukio makubwa makubwa ambayo pia yaite watu wengi kutoka nje sehemu mbalimbali, waje kushuhudia jinsi festive ambazo tumeshuhudia kuziona nchi zingine zikifanyika hapa hapa shuleni kwetu kupitia hii project. Ya siku ya leo tumejifunza vitu vingi sana, imetufanya tujifunze jinsi ya kuinteract na watoto na wazazi, na pia imetujia kutuelewesha kwamba tukiingia mtaani walisiawa maisha ya poji na kwamba tunaona nini kilichopo hapa na kwamba tutafanya nini baadaye. Kwa mimi nimepata kujifunza kwamba naweza baadaye kuja kuendesha muhost matukio kama manager wa matukio kwa tokea na utaalamu wote ambao tunausomea. Hakika haikukosewa kuitwa shule ya mfano na kila siku inazidi kuwa ya mfano katika kuwapika na kuwaandaa watoto hawa kwa ajili ya manufaa ya taifa la kesho. Langu jina ni Robert Mauya mpaka wakati mwingine. Bye bye.